Unakutana uh, uh, na mtu anakwambia habari uh, za mangaiko, alafu unasema nzuri? Yani ni mwana wa Mungu kweli, unajibu unajibu <laughs> nzuri? Huwezi kujibu namna hiyo. Uh, habari za kubangaiza, nzuri? Huwezi kujibu hivyo, huo sio ulimwengu wako. Yanaonekanaga ni maneno madogo sana, lakini kwenye ulimwengu wa roho hakuna jokes. yani hakuna utani, maneno ni Bwana <laughs> alisema ni, ni uzima tena ni roho maneno alikuwa anazungumza ile. Lakini pia kwa upande wa pili, maneno ambayo hayana hayana chanzo eh, sema cha uzima wa Mungu, maneno yanaweza kuua, yanaweza kuharibu. Andiko linasema nguvu ya uzima na mauti ipo katika nini? Kinywa. Kwa hiyo kuna maneno, usizungumze tu ili mradi. Asema ugonjwa, tatua kabisa, tatua. Yani asikilize <laughs> yani kama wana wa Mungu usiishi maisha ya kawaida, usiishi kulingana na mtazamo na fikra ulimwengu, hapana. Ndio maana tumepewa neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, ni nuru ya njia yetu, lenyewe ndo linatakiwa kudefine au kunyumbulisha maisha yetu yanapaswa kuwaje, mwenendo wetu, mwitikio wetu. Ndio maana Biblia nasema wala msifatishe namna dunia hii, bali mfanyaje mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu kupitia nini? Neno la Mungu kwa neno la Mungu naeza likabadilisha, ungesema mafaili yako yaliyo katika ufahamu wako ubongo wako kichwa chako, katika roho yako, likakuleta katika mtazamo sahihi.